Hii ni taarifa ya kuhuzunisha sana. Kiukweli ni baada ya familia ya bwana Siza Shayo wa kule Moshi kupoteza watoto wake wa pekee wawili waliofariki dunia kwa ajali ya moto ulioibuka ghafla nyumbani kwao. Hakika inaumiza sana, jisikirie tu unapewa taarifa ukiwa kazini kuwa watoto wako wapendwa wawili wa, wa kipekee wamepoteza maisha kwa kuteketea kwa moto nyumbani kwako. Hakika inaumiza. Nimekuletea taarifa hii naitwa inaitwa No Good Love. Nikukumbusha wewe ambaye bado hujajiunga nasi, bonyeza sasa maneno ya subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa kamili ni kwamba familia ya Bwana Siza Shayo wa Moshi imepata pigo kubwa kwa kuwapoteza watoto wake wawili kwa ajali wa ya moto, ambapo mmoja mdogo alikuwa na miaka miwili na mwingine miaka minne. Tukio hili la kusikitisha limetokea Disemba 18 mwaka 2025, kwenye nyumba yao ya kuishi ya kifahari ambapo taarifa inasema muda mfupi kabla ya tukio hili, dada wa kazi alikuwa ndani sebleni akionyesha watoto uji. Baada ya kuwapa uji alitoka nje ili kuosha vyombo na kuendelea na kazi nyingine, ndipo baada ya muda mfupi akaona moshi mkubwa ukitoka ndani, huku watoto wakipiga kelele. Inadaiwa dada alipojaribu kuingia ndani alishindwa kutokana na nyumba kuwa imetanda moshi hasa maeneo ya sebuleni, ndipo naye akaanza kupiga kelele za kuomba msaada. Baadhi ya majirani walisikia na kusikia eneo la tukio kujaribu kuvunja ili kuokoa, na hata walipofanikiwa walikuta watoto wale wamekwisha poteza maisha. Na moto huu, kwa hatua za awali tunaona ya kwamba uelezea eneo la sebuleni, na baada ya kupata maelezo ya mashahidi ambao walikuwepo katika eneo la tukio tuligundua kwamba moto ulianza majira ya saa nne, ambapo dada wa kazi wa nyumba hii alikuwa akiwapatia uji watoto wawili. Kwa sababu hii tukio pia limehusisha vifo vya watoto wawili, jinsia ya kiume, miaka miwili lakini na mwingine miaka minne dalili

Kuna mmoja anasema watoto wako jikoni, kuingia jikoni hapo pitiki kimoshi umezidi. Mwingine anasema wako sebleni, tukafanikiwa kuvunja sebleni, lakini sebleni hatukuikuta. Jeshi la zimamoto nao walifika na kusaidia, lakini vifo vilikuwa tayari vimekwisha tokea. Hii ni taarifa iliyogusa mioyo ya watu wengi kwa uchungu, hasa mwezi huu wa kumi na mbili ikiwa ni mwezi wa sikukuu, watoto huwa wamefunga shule na kujumuika na familia kufurahia sikukuu za Krismasi na mwaka mpya. Wapo wanaolaumu upande wa dada wa kazi, wakisema mpaka moto kufikia kuwa mkubwa na moshi kujaa ndani alikuwa wapi? Sababu baadhi ya majirani wamenukuliwa wakisema walisikia kelele na vilio vya watoto, lakini wengine wanashauri kama mtu una uwezo ufunge nyumba yako security. Moto hii ndio taarifa kubwa yenye majonzi leo. Mimi naitwa na umigulavu hapa hapa Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare Mseto Media, we connect everywhere.